Nimekuta hapa na mambo yangu hayo mawili mawili. Sasa swala la kodi hapa hakuna, yaani kama unataka hela, ukaona vile mpemba na miela, mpemba na hela, kodi sina mama. mm -hmm. habari kufikia nitakutia kodi mimi hapa ha? Nimekutama maswala yangu kwamba la kwanza ukamwambia mkeo kama mimi nina mimba yako, la pili nitoke hapa na vitu vyangu niamie kwa mkeo. Hapa kodi imeisha, sijui <laughs> Yani we uko serious kweli au umepanga ume shari? Yaani, umepanga shari, yani umekaa, yani, ume kivita na waitu na waitu, yani na waitu. Mpemba, nilokwambia sasa. Basi na kama unabisha endelea, we tatu. una akili kweli? kwa hiyo we, we tatu, hebu nisikilize hilo swala. Wewe mimi kwenye maisha yangu siniwezi tatu. Wewe klo unielewi. nimesema hivi ndio nishamaliza, kamwambia mkeo kwa bwana na mwanamke mwingine, mimi ana mimba. Na kama ukishindwa, nitakuja kumwambia mwenyewe, maana utakuwa umeshindwa kwa kimapenzi ki, lakini sio hivyo kiukali. Haya maswala tunayoongea yatakwisha. Wewe mbona una imani hata Mpemba, ondoka nitakumwagia maji, sio kunimwagia maji na mimi na wewe, nenda. Ah, ina lilahi wa ina ilahi raji. Wewe unalaana, wewe mwanamke unalaana, tena unalaana mpaka wazazi wako wanakuzaa si mwao Nyumba nzima ya familia yako yote inalana. Mwanamume uwenitoa kuja kunimwagia maji kweli? Utaona.